Ni alfajiri yenye baraka, jua likianza kuchomoza taratibu milimani mwa Kayanga, anga likiashiria siku ya kipekee. Mwendo wa magari na sauti za kumsifu Mungu zikasikika kutoka kwa mbali, zikikaribia kila kigango kwa shamra shamra. Hii si siku ya kawaida, ni siku ya ziara ya kichungaji ya Mhashamu Almachius Vincent Rweyongeza Askofu wa jimbo katoliki Kayanga. Katika safari yake ya kiroho, askofu amewasili kwa heshima kuu katika vigango sita vinavyounda kanisa kuu la mtakatifu Joji, jimbo katoliki Kayanga. Kila kigango kilijipanga vilivyo, watoto wakipeperusha vipande vya bendera, vijana wakimba kwa nguvu na wazee wakitabasamu kwa furaha, wote wakimlaki wa mchungaji wao kwa nyimbo, shangwe na nderemo zisizothibitika. Katika kigango cha kwanza tulimshuhudia askofu akionyeshwa ramani ya ujenzi wa kanisa jipya. Akiwa na tabasamu la matumaini, alisikiliza kwa makini taarifa ya kamati ya ujenzi, akatoa ushauri wa kifundi na kiuchungaji. Kigango chetu kinazo jumla ya kaya 66 zenye wabatizwa 158. Baada ya kuunda jumuiya, tulichagua viongozi wa kigango. Na baada ya kupatikana viongozi, tulipata mfadhili akatupa eneo la kusalia lenye ukubwa wa mita 32 kwa 23 t ambaye mwana ni mwanakigango mwenzetu ambaye ni Mzee Burukadi Kweyunga. Baada ya hapo, tulianza mchakato wa kujenga kikanisa kidogo cha kusalia na tulipata mfadhili wa mabati 20 ambaye ni Profesa Josefu Runyoro tukasimamisha tuka kama linavyoonekana. Tumshukuru Mungu, agaraka kimu Katoliki ya Kayanga na parokia kanisa kuu na Kayanga Nakaliki na vigango vyake na iki kigango caseshe Kaguru Mtakatifu Yosefu kilichozaliwa mwaka elfu mbili kumi e, na tatu. Sasa ni miaka kumi na miwili umri wake. Nilianza mkiwa wadogo, sasa wamepoanza afikia mkuwa na kipande cha ardhi, imepata kipande cha ardhi meweka muundo mbili huu wa muda ni shukuru wafadhili waliotoa kipande hiki cha ardhi eh, kwa hiyo mjenge yeah. Mtole mzuri, lakini ukolamali tengenezwa namna ya sehemu stabili eh, namna mkaue yeah. yeah. Walau iwe na kuta na pa ambako naweza kuhifadhi vifaa vyetu, mabenchi ata nazii akasari baraka juu ya eneo hilo akilitia mikononi mwa Mungu. Safari ikaendelea katika kila kigango. Askofu alipitia maeneo ya ibada, mara akipima udongo, mara akiangalia pala kanisa, mara akiongea na viongozi wa vigango. Alitoa maelekezo ya uboreshaji, akasisitiza ushirikiano na roho ya kujitolea. Tumshukuru kwa baraka na zawadi ya imani katika Kristo, imani tuliyopokea kupitia ubatizo. Tumebatizwa katika mateso, kifo na mfuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa njia hiyo tukafanywa ndugu. Sasa hapa tuko ndugu, eh? Tunamshukuru Mungu kwa hilo eh? Na hiyo sababu ya ubatizo ndio maana tumekusanyika pamoja hapa eh? Ni kwa sababu ya ubatizo. E, tumepata jimbo, tumepata parokia, tumepata kigango e, ni ubatizo. Matundo a ubatizo vyote hivyo vinatunganisha ni e, kwa sababu hiyo tunaendelea kuimarisha imani yetu kwa ndia matendo mbalimbali ya upendo na ukarimu, na hasa kwa kanisa na kwa Baba Mtakatifu na kuona na kuona na tendo la ukarimu wa kanisa na kwa imani yetu na kupata kiwanja. Kiwanja hiki ndio tutajenga miundo mbinu ya uinjilishaji, tukianza na kanisa, baadaye nyumba ya mapadre, nyumba ya masista konventi. Baadaye mtaendelea kupanua hiki kiwanja kuweka miundo mbinu ya hostali shule tukianza natekichea miundombinu ya ukumbi wa mikutano. ni wapongeza sana kwa kiwango. Watoto walikuwa na furaha isiyoelezeka. Askofu aliwapatia zawadi ndogo ndogo vipipi vya rangi na zawadi nyingine zenye za maana ya upendo alisema, watoto ni zawadi ya Mungu na kulea imani yao ni wajibu wetu sote. Kwa upande mwingine, waamini nao walikuwa na moyo wa shukrani, walimkabidhi askofu zawadi ya heshima, mara vikapu vya mazao, mara mifugo kama kitoweo kwa upendo. Kila zawadi ikibeba ujumbe wa upendo, heshima na kumthamini mchungaji wao. Katika kila neno alilotoa, Mhashamu Rweyongeza alisisitiza umuhimu wa kushiriki katika ujenzi wa seminari ya jimbo kulemitwa kipadre uandaliwa. Aliwaalika wote kushiriki kwa hali na mali, akisema, seminari ni chimbuko la wachungaji wa kesho. Tusipojenga leo, hatutakuwa na watumishi wa madhabahu ya kesho. Tumefikia hatua ya kuezeka, changamoto ni umeme wa TENESKO tunahitaji tatu maana tusaizeka kwa vyuma, tunahitaji umeme mzito. nime tumeendea wataalamu wa TANESCO nikimtuma e mheshimiwa yaaast uh, zungumza oayo ausa ka sa asante. Basi tuli kwenda TANESCO kwa ajili ya kupata umeme wa kufanya kazi pale unahitaji umeme mkubwa na ametupa gharama za kuweka umeme karibu milioni mia moja e, ndio kwenye milioni kama tisini hivi mpaka mia moja. Kwa hiyo e, hapo ndipo kidogo tumekwama. Kwa hiyo mtuombee tuweze kukamilisha mambo hayo tupate umeme na tuweze kuwezeka. Asante. Zikafanyika ibada, sala za pamoja, sala za baraka na ishara ya msalaba zikitawala anga la vigango, miziki ya Injili ikitanda midundo dundo ya ngoma ikipiga, hasa katika vigango vya Nyakaa, Makiintu kata na Katauka Kasharara, ambako shamla shamla na fedha vilinogesha siku. Ulikuwa ni mwitiko wa kipekee wa furaha, ushirika na mshikamano wa waamini. Hatimaye jua lilipoanza kuzama, askofu akaaga. Alisindikizwa kwa nyimbo za baraka, machozi ya furaha yakitiririka usoni mwa baadhi ya waamini. Alitazama kwa nyuma kwa upole, akashiria mkono wa baraka na kuendelea na ziara yake, akilisha neno la Mungu na kuimarisha imani. Kwa hakika, ziara hii imeacha alama ya matumaini, mshikamano na mwamko mpya wa kiroho katika vigango vyote. Kwa pamoja, tumeitwa kuwa kanisa hai linalojengwa juu ya msingi wa imani upendo na mshikamano.